Hujambo, mwanafunzi, karibu kwenye somo la leo, tungo za kiuamilifu, tungo za kiuamilifu, kuandika insha ya barua rasmi, kuandika insha ya barua rasmi. Writing an official letter in Swahili. Barua rasmi ni barua ambazo huandikwa kwa shughuli za kiofisi, hivyo basi tunaweza kuziita barua za kiofisi pia barua rasmi ni barua ambazo huandikwa kwa shughuli za kiofisi hivyo basi, tunaweza kuziita barua za kiofisi pia. Muundo au sehemu za barua rasmi: moja, anwani ya mwandishi. Anwani hii huandikwa juu kabisa upande wa kulia wa karatasi. Pili, tarehe ya barua hiyo huandikwa chini ya anwani ya mwandishi. Moja, anwani ya mwandishi. Anwani hii huandikwa juu kabisa upande wa kulia wa karatasi. Pili, tarehe ya barua hiyo huandikwa chini ya anwani ya mwandishi. Tatu, anwani ya mwandikiwa au mpokeaji. Anwani hii huandikwa upande wa kushoto wa karatasi. Tatu, anwani ya mwandikiwa au ya mpokeaji anwani hii huandikwa upande wa kushoto wa karatasi. Namba four, mtajo. Mtajo huandikwa chini ya anwani ya mwandikiwa. Katika sehemu hii barua huanza kwa kumrejelea mwandikiwa kama bwana au bibi. Matumizi ya bwana au bibi hutegemea jinsia ya mpokeaji wa barua. Ikiwa unauhakika ni mwanamke, basi tumia bibi au bi kifupi, na iwapo unahuhakika ni mwanamume tumia bwana au bwa kifupi. Iwapo huna uhakika na jinsia ya mwandikiwa, tumia zote mbili bwana au bibi. Iwapo mnajuana na mwandikiwa na unalifahamu jina lake, basi unaweza kulitaja kama vile, kwa bwana Jasiri Kahindi. Katika barua rasmi hatumsalimu wala kumjulia hali mwandikiwa. Nambari ya tano: kichwa au mada. Kichwa cha barua rasmi huja pindi tu baada ya mtajo. Kichwa hicho hutangulizwa kwa maneno kama vile kuhusu, yahusu na mintarafu, yakiwa yamefupishwa. Kichwa huandikwa kwa herufi kubwa na kupigiwa mstari. Kichwa kiwe kifupi na kinachoelezea kiini cha kuandika barua kwa uwazi na ukamilifu. Katika barua rasmi hatumsalimu wala kumjulia hali mwandikiwa. Nambari ya tano Kichwa au mada. Kichwa cha barua rasmi huja pindi tu baada ya mtajo. Kichwa hicho hutangulizwa kwa maneno kama vile kuhusu, yahusu na mintarafu, yakiwa yamefupishwa. Kichwa huandikwa kwa herufi kubwa na kupigiwa mstari. Kichwa kiwe kifupi na kinachoelezea kiini cha kuandika barua kwa uwazi na ukamilifu. Nambari ya sita, maelezo au ujumbe. Sehemu hii ndio mwili wa barua. Ujumbe wa barua rasmi huwa mfupi na ulioandikwa kutumia lugha rasmi. Katika sehemu hii maelezo ya kina kuhusu mada hutolewa. Sehemu hii ndipo tunaandika aya za barua. Idadi ya aya hutegemea chaguo la mwandishi kulingana na mada ya barua. Nambari ya sita Maelezo au ujumbe. Sehemu hii ndio mwili wa barua. Ujumbe wa barua rasmi huwa mfupi na ulioandikwa kutumia lugha rasmi. Katika sehemu hii maelezo ya kina kuhusu mada hutolewa. Sehemu hii ndipo tunaandika aya za barua. Idadi ya aya hutegemea chaguo la mwandishi kulingana na mada ya barua. Saba. Hitimisho. Hii ndiyo sehemu ya mwisho kabisa ya barua rasmi. Sehemu hii huandikwa chini ya barua upande wa kushoto wa karatasi. Mwandishi humaliza kwa maneno kama vile wako mwaminifu au wako mtiifu. Baada ya kuandika maneno haya, mwandishi hutia sahihi yake, kisha hufuatisha jina lake kamili chini ya sahihi. Saba. Hitimisho. Hii ndiyo sehemu ya mwisho kabisa ya barua rasmi sehemu hii huandikwa chini ya barua upande wa kushoto wa karatasi. Mwandishi humaliza kwa maneno kama vile wako mwaminifu au wako mtiifu. Baada ya kuandika maneno haya, mwandishi hutia sahihi yake, kisha hufuatisha jina lake kamili chini ya sahihi. Tazama mfano huu wa mtindo wa barua rasmi.